Amani na baraka zikushikieni ndugu zangu wastm za nendo pamoja na system, kwa maana sote tumekatikaka na kujulisheni. Mimi naitwa Khamis Mtumwa Khamis, mkaaji wa kitongoji cha Kinyasini. Tuna masikitiko makubwa sana kutokana na soko hili hapa, wamepokelewa watu kutokana na halmashauri, wamepokelewa watu kutoka wapikule wapi Mkokotoni wamepokelewa, Gamba wamepokelewa, Mjini. Hapa watu wa kitongoji cha Kinyasini hapana hata watu wane. Tunasikitika sana, kwa nini tusiwemo ndani ya mfumo huu kwa kutega uchumi? La pili, mheshimiwa rais mtarajiwa Osman, Osman Masudi Osman, tunakuomba wewe ni rais mtarajiwa, tutakutilia kula wenyewe washtuke kutokana na hali hatutakutilia kula. Kwa maana hiyo, tunaomba kama itawezekana, tunalia kilio cha matuta. Tumebezwa kaskazini, viongozi wametubeza. Ilivyojengwa njia yalikuwepo matuta yetu. Watoto wetu wapo hatarini kule shule wa, wazee wanaofanya biashara hapa, tuko hatarini. Kwa maana hiyo, tunakuomba kama itawezekana kabla wakati humo ndani ya serikali hii, kabla hujaingia kwenye madaraka ya mheshimiwa kuiongoza tume urais, maana huna mtarajiwa mwingine ila wewe. Hilo tunakuahidi, tunakutilia kura mwenyewe. Uchangaji tunataka utuweke kabisa matuta, gari zinapita kama zinaendeshwa na wiradhi. Kwa maana hiyo, halafu tume nani, kamati na kaunti ya mtaa wa kitongoji hatuelewi kunakushanwa vipi kutokana na kitongoji cha hapa, wakati kinawekwa kicheza uchumi, lazima iwepo tume ya kukushanwa pesa kwa mapato ya ridhaa ya kitongoji. Sina mengi ila hayo na zaidi matuta, mzee, matuta, mzee, matuta wallahi. Kwa wenzetu hawa kima, hawakima, kima wamewekewa matuta, je sisi wanadamu kweli mnatuta